Kisa cha sungura na tumbili na hapa, na kuna maswali. Katika kijiji cha vichakani palitokea marafiki wawili waliokuwa wakikaa pamoja. Marafiki hao walikuwa ni sungura na tumbili. Urafiki wao uliendelea kwa muda mrefu. Majirani wao walishangazwa sana na urafiki huu, kwa sababu walifikiri kwamba urafiki wao huo haukuwa wa ukweli. Jambo lilowafanya majirani kufikiria hivyo ni kwa sababu hawa marafiki wawili walikuwa wanapenda sana kulaumiana na kugombana. Walikuwa wanapenda kulaumiana, na Sungula akimlaumu mtumbili kwa hili tumbiri naye akimlaumu sungula kwa ringi. Lakini licha ya kulaumiana na kugombana kote huko, urafiki wao ulizidi kuwa mzuri, maanake walikuwa wanalaumiana, wanagombana <coughs> lakini urafiki wao ulikuwa unazidi kuwa basi. Siku moja wakati wa saa za mchana ambapo jua lilikuwa linachoma sana, marafiki yao walijipumzisha chini ya mti mmoja mkubwa sana. Mti huo wenye kivuli kizuri ulikuwa kando kando ya mto. Wako chini ya kivuli, lakini maji yanapita pale mtoni, wanapata kaewa kazuri, huku wanapiga histori zao. Upepo mzuri na hewa safi iliwafikia na kuwavurudisha. Wanakaa, Mwenyezi Mungu, hapa mahali ni pazuri. <gulatukuhu> ndege wa mwituni walisikika warisikika hapa na pale, wakiimba na kuitana, chichote sungura na tumbili wanafurahia maii maisha, maisha, lakini kwa jumla kulikuwa na utulivu na kustarehesha. Kama leo hapa tumekuja leo katika utulivu, tumeenda ukakaa chini ya mti kule, ukawa na utulivu na kustarehe, si umekaa pasipo kuongea na mtu mwingine eti unajisikia amani wapi? Moyoni. Kwa kawaida, marafiki yao walipenda kukaa mahali hapo wakati wa mchana wakipunga hewa katika kupumzika kwao. Tumbili alikuwa akijikuna kuna sa sana, kilakaa akia kidogo <laughs> kama hivi. Yawezekana kuna tabia za tumbili, mtu amekakasana yes. Alikuwa akijikuna kuna. Hiyo ni tabia eh. Mara alijikuna ar, hapa mara pale, alijikuna shingoni, akajikuna kifuani, miguuni, kisha akajikuna mdomo. Yaani yeye daima alikuwa hawezi kutulia na kukaa bila kujikuna mahali popo. Naona besti yangu ameanza sungula naye pia hakuwa ametulia. Hawa marafiki wawili, sungula hana tabia au mazoea ya kujikuna kama tumbili, lakini kama ilivyo desturi yake, yeye alikuwa akigeuzageuza kichwa chake, yuko hivi eti hatuii eti akiangalia kila, kila upande kama mtu aliyekuwa akiogopa kuvamiwa na kushambuliwa na adui fulani. Alipokuwa akigeuza kichwa chake huku na huku, alikuwa pia akinusanusa iwani kasungula yetu, na masikio yake marefu yakipigapiga hivi akizunguka, yanapiga bwata bwata bwata kila alipogeuza kichwa chake. Kwa hivyo, pamoja na sauti nyingine zilizosikika arasili hiyo hapo chini ya mti Kulikuwa na mlio wa kujikuna wanani, huo alikuwa anajikuna, kutoka kwa tumbili na mlio wa masikio yakipigapila bwata bwata bwata kutoka kwa nani, pamoja na kunusa nusa akatuli yetu. Kulingana na desturi yao ya kupenda kulaumiana na kukosoana, kila mmoja alichukia tabia ya mwenzake. Mana yake hakuna utulivu, watu wamekaa wanaongea, mtu mwingine anasumbu. Basi ikatokea sauti, kwa nini unajikuna namna hiyo? Sungula anamuuliza nani? Tumbili, kwa nini unajikuna? Yani wewe uwezi kutulia, mara unajikuna hapa, mara unajikuna pale, kazi yako ni kujikuna kuna tu saa zote. Una tabia mbaya sana wewe bwana. Sungula anamwambia nani? Tumbili naye hakukubali kulaumiwa jinsi hiyo. He? Tabia yangu haichukizi kama yako, we sungura, tabia lako ni baya kweli. Alimjimu wenzake kwa asila, wewe hutulii hata kidogo, kila mara una nusa nusa tu hewani. Tumbili aliendelea huko, akionyesha jinsi sungura anavyofanya, masikio yako yanapigapiga kila unapogeuza kichwa chako na kutazama, mtu anaweza kufikiria kwamba kuna jeshi la adui linatoka kukushambulia. Unatia wasiwasi wewe bwana. Acha, hebu tulia, achana nakutikisa kichwa chako. Naam, labda hiyo ni kweli kwamba ninageukageuka na kunusanusa, sungula alijibu kwa malingo, lakini tabia yangu si mbaya kama ya na hata hivyo naweza kuiacha wakati wowote oh. Na naweza kuiacha wakati nitaka, ha, ha. Nina hakika kwamba uwezi. Tumbili anamwambia nani, anamcheka Sungula, ha, ha, ha. Na uhakika uwezi kuiacha hiyo tabia ingawa, mimi naweza kuiacha tabia ya yangu ya kujikuna wakati wowote oh. Lakini wewe Sungula uwe basi hapo mabishano makali yakaanza kati yao kwamba mimi naweza, mwingine anamwambia wewe. Wakaanza kubishana, hakuna aliyekubali kushindwa na mwenzake. Naweza kuiacha tabia hii wakati wowote nikipenda, alidai mmoja kwa malingo. Kila mmoja anadai kwamba naweza nikaiacha wakati, na ikiwa unaweza basi mimi ninaweza hata zaidi yako, mwenzake alijibu mwisho wetu mbili alisema, basi wacha tushinda nani anaweza kuacha tabia yake. Mimi niache tabia ya kujikuna, we uache tabia ya kunusanusa na kupiga piga, tutaona ni nani baina yetu atakayeshindwa kujizuia kutokana na mazoea yake. Leo arasiri nzi manake, walikuwa na lengo la kuacha nini? Tabia na mazoea, kwa sababu zile tabia na mazoea yao zinamkela mwenza Wakakubaliana basi a vema. Sungula alijibu, atakayetangulia kufanya kulingana na mazoea yake atakuwa ameshindwa, yule atakayevumilia ndiye atakayekuwa mshindi. Alipokwisha kusema hivyo, alikigeuza kichwa chake kila upande akanusanusa huku, huku na huku kwa mara ya mwisho kabla ya kuanza kushindana. Kwa hiyo, si wameingia kwenye mashindano sasa. Aya, tujiandae kale kasungula kanafanya mazoezi sasa. Ili nisishinde ni, ni ninuse ni mara yamwi ao akajimara yamw tunafanya maandalizi etu. Tumbili naye akajikuna kwa mara ya mwisho, akijitayarisha kwa shindano hii. Akasema, ili nisiwasho tena, alakaalaka ngoja nijiku. Akajikuna, wote wakajikuna, akajikuna, akajikuna. Hata hivyo baada ya dakika chache tu kila mmoja alitamani. Haya, wanyama hawa sungura na tumbili walikaa turi hapo chini ya mti. Sasa mashindano yamea ya? Kila mmoja baina yao alitaka kuwa mshindi, alitaka kuwa mshindi. Hata hivyo baada ya dakika chache tu kila mmoja alitamani kutimiza mazoea ya, ya? tumbili aliwisi mwasho mkali kwenye mwili wa hata wajamaliza nini, nusu saa, tumbili anaanza kuchanganyikiwa, anafanya anafanya anafanya aasho, alitaka kujikuna kwa nguvu. Sungura naye alijawa wasi wasi na wasiwasi mwingi, akiogopa kushambuliwa ghafla na adui zake, lakini wote walijitahidi sana wasishi. Kabla ya nusu saa kupita tangu walipoanza kushindana, sungura na tumbili walijihisi kama ambao wamemaliza siku nzima bila kuyatekeleza mazoea ya yeah. Yani, si wamekubaliana siku nzima, lakini nusu saa tu wanaona kama ni siku mbili wamemaliza. <laughs> Ole wangu, nitafanya mimi rabi, nitafanya nini rabi? Sungula halizunika moyomo kimoyomo ki well. Siwezi kuvumilia zaidi, laiti ningeliweza kugeuka na kunusanusa angalau mara moja tu bila tumbili kuniona si anatafuta ushindi? Tumbili naye alikuwa kwenye taabu kama hiyo. Laiti ningeliweza kujikuna jambo kidogo bila, bila kutambuliwa na sungula, walau ingekuwa afadhali. Hapo hapo sungula akapata wazo fulani na akamwambia mwenzake, aise, muda unaonekana kuwa mrefu mno. Bila shaka na kwa vyovyote vile, si kwamba ninalalamika, nina lakini hata hivyo kuna masaa mengi sana aliyobaki kabla ya rasili hii kupita. Ninaonelea kwamba ni vizuri tusimuliane hadithi ili muda upite. ada awasungula natumbili hawa wagaka mashindano, sauti ikasikika. Haidhuru, hilo ni wazo jema, tumbili alimjibu huku akishuku kwamba rafiki yake alikuwa ana mpango fulani wa kumdanga nitaanza sungula, alitamka kwa haraka. Nitakuhadithia jinsi siku moja mwezi uliopita nilijikuta peke yangu mahali palipokuwa pa wazi, hapakuwa na kichaka chochote hapo karibu cha kuweza kujificha. Nani anamsimulia mwenzake hapo? Roho rafiki yangu, hata mimi nimewahi kujikuta katika hali kama hiyo nani anamjibu? Tumbili anamjibu. Tumbili alimkatizia sungura, ha? Wewe nawe siungoje kwanza nikumalizie ukusimulia kisa changu, una nini wewe? Haya basi. Nikafikiri kwamba kulikuwa na adui hapo karibu aliyetaka kunishambulia. Basi mimi nilipojikuta katika hali kama hiyo, wacha mwili wangu uanze kuwasha. Ara, nini bwana Unyamazi, nikimaliza kwanza. Sasa nilikuwa nikikueleza jinsi nilivyokuwa nikiogopa. Nilitaka kugeuza kichwa changu huku na huku na kunusanusa, alisema sungula. He, ajabu! Ajabu gani kwamba visa vyetu kama vinafanana? Basi na mimi wakati wote huo nilitamani sana kujikunakuna mwili mzima, aliongeza nani, tumbili. Labda ni kwa sababu walikuwa wametaja mazoea yao au ni kwa sababu hawakuweza tena kujizuia. Lakini safari hii wote walianza kuzungumza kwa pamoja, hakuna aliyejali kumsikiliza mwenza. Mara nikaanza kugeuza kichwa changu huku na huku na kunusanusa hewani, sungura akiyafuatiza maneno yake kwa vite. Mmeona hapa sasa, kasungura na tumbili wamejifanya kwamba tupige stori, lakini kumbe katika stori wanasimuliana kumbe, wanafanya zile tabia walizokuwa si siwameekeana mno, kujikuna wala kugeuza eti wameekeanah, akigeuza kichwa chake kila upande, huku akivuta hewa hewani kuitoa kwa nguvu, na masikio yake marefu yakipigapiga. Nikajikuta hapa, tumbili akajikuna shingo, nikajikuta hapa, akaendelea kujikuna mwili wote, kila aliposema, si anasimulia sasa nilikutana na watu nikaogopa, mwili ukaanza kuwa. Wameisha sahau kwamba wana nini, wana nini, wana mishindano, wanajifanya wana, wanasimuliana sasa, akimsimulia kwamba nikaanza kujikuna, anafanya lile tendo la ambaye anatakiwa asilifa. Ujanja wa sungura na tumbili yetu, nikanusa upande wa kushoto Sungula akaashiria upande wa kulia, wote wakao wanayatimiza mazoea yao huku wakijifanya kwamba wanasimulia visa. Baada ya muda, wakaanza kucheka, walicheka mpaka mbavu zao zikaanza kuwauma. Walitambua kwamba wote walitumia ujanja ili waweze kutenda kulingana na mazoea yao bila kuonekana kuwa wameshi. Hadithi yangu imeishia ya. Tumbili, tumbili, tumbili na sungulo wanatuambia, tusipoweza kuamua vizuri, hatutaweza kubadili. Tusipoweza kujikatalia, hatutaweza kubadili, kwamba wiki nzima nilikuwa naenda kulamba sukari kule jikoni, mama asinione, kwamba kama umeamua, usiache uache. Manake ukimaliza kuvaa nguo zako za shule unapita mlangoni pasipo kwenda wapi? Sasa mwingine anaweza akajidanganya: Ngoja na mimi nikafanye mazoezi ya mwili. Ngoja ni lamba ya mwisho mwisho, unalamba hata mara tano ili kesho usiru. Hapo unajifanya unajidanganya, unajidanganya, lakini kwa Mwenyezi Mungu inawezekana. Tuombe Mwenyezi Mungu atusaidie kuziacha zile tabia ambazo zimekuwa mazoea katika maisha yetu, kama watoto. Tabia zile ambazo kila siku unachapwa shuleni kwa sababu umemwibia mwenzangu kalamu. Tabia zile ambazo kila siku mama lazima akugombeze kwa sababu ya tabia, na utake kuiacha. Na leo Mwenyezi Mungu anatuambia tusiwe kama sungura na